Karibu mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erasto Sendro. <muchilio> Serikali ya Tanzania kutangaza kuanza mchakato wa awamu mpya ya kampeni ya msaada wa kisheria maarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign mwezi huu wa Januari, huku ikiahidi kufika katika halmashauri na wilaya zote za mkoa wa Morogoro. Akizungumza leo Jumatatu Januari 5 mwaka 2026 Wakati wa ufunguzi wa kliniki ya siku mbili ya msaada wa kisheria mkoani Morogoro, Waziri wa Katiba na Sheria Juma Omera amesema kuwa uamuzi wa kuifikia Morogoro kwa mapana zaidi unatokana na uhitaji mkubwa wa huduma hizo katika mkoa huo. Amesisitiza kuwa huduma hizo zinatolewa bure kwani Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafuta gharama zote ili kuhakikisha Watanzania wanyonge wanapata haki kuanzia ngazi ya vijiji, mitaa, kata hadi taifa. Wakati tukiwa tunasubiri Mama Samia Ligo AIDS campaign ile kubwa sasa, tukasema tuanze kidogo na wananchi hawa ili tuanze kupunguza punguza, tukiwa tunaanza mchakato wetu. Mwezi Januari huu tutaanza programu maalum ya Mama Samia Ligo AIDS campaign, na ni kuhakikishie kwamba tutapita kwenye halmashauri zote za mkoa wa Morogoro na wilaya zote za mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutakuja na tutakuja kwa sababu tunaamini kwamba Watanzania wa Morogoro wanahitaji hii kwa kiwango kikubwa zaidi. Ikumbuke wizara yetu iliandaa na kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia Legal Aid, kampeni ya awamu ya kwanza, na mkoa wa Morogoro tulikuja na na tulifanya kazi kubwa katika mkoa huu, na niseme tu kwamba nipende kwa taarifa kuwa awamu ya kwanza ya utekelezaji wa kampeni ya Samia Legal AIDS ilifanya kazi ifuatayo katika mkoa wa Morogoro tuliwapatia wananchiz, tuliwafikia wananchi zaidi ya milioni tatu laki saba wakiwemo wanawake, kwa maana ya kwamba Tanzania nzima milioni tatu laki saba wakiwemo wanawake laki moja, milioni moja, na wanawake eh, takribani laki, milioni moja laki tisa. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuliwafikia Watanzania wengi zaidi ya laki tatu ambapo walipata huduma ya msaada wa kisheria. Ndugu zangu wananchi wa Morogoro, wizara itaendelea kuhusisha daftari la watoa huduma za msaada wa kisheria ili kuweza kusambazwa kwa watu wadau wengi ambao kwa namna moja au nyingine tutashirikiana na wenzetu wa TLS, mawakili wa serikali, wanasheria pamoja na wenzetu wa polisi na taasisi mbalimbali za utoaji haki. Pamoja na hivyo, niwashukuru sana vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilivyopo katika mkoa wetu wa Morogoro kuhakikisha kwamba wanashirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria ili kutoa haki za msaada wa kisheria pamoja na kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa pamoja. Lakini ni wahakikisheni kwamba tutafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba halmashauri zote za mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Morogoro kwenye awamu ijayo ya utoaji wa eh, kwe, kushiriki kwenye operation ya Mama Samia Legal Aid kampeni ambapo tutaweza kufanya kazi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hiyo. Na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba Watanzania walio wengi waweze kupata haki kuanzia ngazi ya kata, vijiji, mitaa, wilaya mpaka taifa ili waweze kupata haki na ushauri wa masuala ya kisheria. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kitendo cha walimu na wanafunzi kutumia choo kimoja shuleni ni uzembe wa wazi, akisisitiza kuwa kuna halmashauri nchini inayoshindwa kujenga miundombinu ya vyoo kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Amesema fedha za ujenzi wa miundombinu hizo zipo, lakini changamoto hutokana na upangaji usio sahihi wa vipaumbele katika ngazi za halmashauri. Profesa Mkenda ameyasema hayo jijini Dodoma, wakati wa hafla ya uzinduzi wa ugawaji wa magari pamoja na vifaa vya kidijitali vya kielimu na usaidizi kwa walimu wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu, ambao wamesisitiza kuwa wadhibiti ubora wa elimu wanapaswa kuwajibika kikamilifu kama macho na masikio ya serikali mashuleni. Ameeleza kuwa ingawa wananchi wana haki ya kuibua changamoto za shule kupitia mitandao ya kijamii, ni wajibu wa wadhibiti ubora wa elimu kuzibaini mapema kabla hazijawekwa hadharani, huku akionya kuwa uzembe hautavumiliwa na kuchukua hatua kali dhidi watakaoshindwa kutekeleza majukumu yao. Shule yenye changamoto ya choo, choo kimoja kinatumiwa na wanafunzi na walimu. Kukiwa na shule kama hiyo manake ni mkurugenzi na madiwani wanagawa fedha katika maeneo mengine, wanazembea kwenye kitu muhimu sana kwa kuona sio kipaumbele. Nchi hii haijafika huko, ni uzembe, ni uzembe. Hakuna halmashauri inayoshindwa kutengeneza choo na vyoo vya kutosha kwa wanafunzi, hakuna, labda kama kipato chake ni sifuri. Lakini kama kuna magari, kuna mafuta, kuna posho, ukiona changamoto kama ile, ni kwamba kuna uzembe na mi nasema uzembe huo ni sisi huku chini kwenye halmashauri, lakini uzembe huo utakuwa unatokana na wadhibiti ubora kuto kufanya kazi ya ziada, kwenda kwa mkurugenzi, kwenda kumweleza changamoto. Ukishindwa nenda kwa mkuu wa wilaya, peleka taarifa, kuna changamoto hii, wakati huo ripoti ije wizarani na sisi tutafuatilia kwa wenzetu TAMISEMI. Nadhani mwaka huu tuanze kwa kasi hiyo kubwa zaidi. Wadhibiti ubora, hata kama magari ni haya, hawezi kufika kila mahali. Aanzisheni WhatsApp group na walimu wakuu wa shule, teknolojia imetufikisha hapo. Kila mara mwalimu mkuu akupe changamoto nyingine hizo wanazozifahamu, zile ambazo hazivumiliki, kama hizo tuweni taarifa mapema naamini, wakurugenzi wakiona watafanyia kazi bajeti, wataweka fedha. Ikishindikana, mkuu wa wilaya pale ni mwakilishi wa rais, atalifuatilia. Kwa hiyo tuseme, changamoto kama hizo zifanyiwe kazi, wananchi waone, badala ya kulalamika kwamba kwa nini kwa huyu amerusha klipu hii kwenye mtandao. Jiulize, sisi tulikuwa wapi mpaka hiki kikatokea. Katika habari za biashara, halmashauri ya jiji la Dodoma imewafikisha katika mahakama ya mwanzo Makole wafanyabiashara kadhaa waliokaidi kutimiza wajibu wa kulipa kodi mbalimbali mbali ikiwemo kodi ya mabango, leseni za biashara na kodi ya huduma kwa jamii. Hatua hiyo inalenga kusimamia sheria na kuhakikisha ukusanyaji wa mapato ya ndani unafanyika kwa ufanisi. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa sheria wa jiji la Dodoma, Godfrey Ngazi, amesema ni wajibu wa kila mfanyabiashara kulipa kodi kwa wakati ili kuiwezesha halmashauri kutekeleza miradi ya maendeleo na kuboresha utoaji huduma muhimu kwa wananchi. Ameongeza kuwa halmashauri haitaendelea kuwavumilia wakwepaji wa kodi na kwamba wafanyabiashara wote watakaokaidi maagizo ya kisheria watachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa majina anaitwa Godfrey Ngazi ni afisa sheria jiji la Dodoma. Tumefika mahakamani hapa kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao tunawadai maamuzi ni kwamba tumewataka wafanyabiashara wote walipe. Wale ambao wamekaidi kulipa tutawachukulia hatua za kisheria, na kuna ambao wamelipa leo na kuna ambao wameahidi kulipa ndani ya mwezi huu waweze wezi kumweza madai yao yote, hivyo tuna wasina wengine ambao hawajalipa, kabla ya kufikia uweze kulipa deni lako unalodaiwa. Kwa majina anaitwa Salmini Ali Emile, ni afisa biashara kanda namba moja, halmashauri ya jiji la Dodoma. Tuko hapa mahakama ya Mwanzo Makole kwa lengo la kuwaleta wafanyabiashara ambao wamekiuka kulipa leseni za biashara, ushuru wa huduma pamoja na ushuru wa mabango. Kesi imeanza kusikilizwa leo, na baadhi ya wafanyabiashara pia wametii wito kwa kulipa, na wengine pia ambao hawajafika wa na ambao hawajalipa wa, tunaendelea kuwafuatilia, lakini wito wangu kwa wafanyabiashara, tuombe mlipe hizi kodi. Asanteni sana. Tuhitimishe na habari za kimataifa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuimarisha umoja wa kijeshi na kimkakati ya pamoja ya kiusalama, yakisisitiza kuwa bara hilo lina uwezo mkubwa wa kujilinda endapo litaunganisha nguvu zake, hususa ni katika mapambano ya vita vya nchi kavu. Akizungumza na vijana nchini Uganda jana, Rais Museveni amesema mataifa makubwa duniani hususa ni Marekani yana nguvu kubwa katika nyanja za kijeshi ikiwemo anga na baharini pamoja na uwezo wa juu wa kiteknolojia. Hata hivyo, amebainisha kuwa Afrika ina uwezo kuwa na faida kubwa katika mapambano ya ardhini iwapo itakuwa na umoja wa kweli wa kijeshi na kimkakati. Rais Museveni amesema kuwa bara la Afrika bado liko nyuma katika kuendeleza uwezo wa kijeshi katika nyanja za anga na bahari, hali ambayo amesema ni hatari kwa usalama wa muda mrefu wa bara hili endapo alitashughulikiwa mapema. Aidha, amewakosoa wa baadhi ya viongozi wa zamani wa Afrika kwa kukosa maono ya umoja, akisema waliridhika kuwa samaki wakubwa kwenye kidimbwi kidogo badala ya kuunganisha rasilimali na nguvu za kijeshi za bara zima. Amesisitiza kuwa kukosekana kwa msimamo huo kumeifanya Afrika ishindwe kujenga uwezo wa pamoja katika nyanja muhimu za kiusalama, ikiwemo anga na bahari. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Open Online Media. Na kwa hayo, tunafunga duru ya mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Rasu Sendru.